Nikwambia kwamba huduma yetu haina malipo yoyote, usije ukasema kwamba mimi nikiendaje pale wakati sina pesa. Maombi na maombezi, Yesu wetu alituagiza tutoe bure, maana tumepewa bure. Huduma ya kuombea hakuna aliyeenda chuoni, hakuna aliyelipa ada ili apate huduma ya kuombea watu na kupokea uponyaji isipokuwa Mungu amewatumia watu aliyewaona ya kwamba watafanya kila anachowagiza kwa ajili ya kufungua vifungo vya watu mbalimbali waliofungwa. Na mmoja wapo ni mama Evelyn e, Masangu Karubemba kutoka jamhuri ya demokrasia ya Kongo. Mungu wa mbinguni akubariki sana, ni kualike karibu kwenye kituo chetu, wala usiandae pesa yoyote. Gharama yako wewe ni kupiga hatua mahali ulipo kutembea mpaka kwenye kituo chetu kilipo. Hiyo ndiyo gharama. Gharama ya pili ni muda unaoutumia kutoka mahali ulipo na pale ambapo utapata huduma ya maombezi, ule muda unaoutumia kwa ajili ya maombezi ndiyo gharama yako. Muda unaoutumia wa kutembea kutoka ulipo mpaka kwenye kituo ndiyo gharama yako. Hatukulipishi chochote, na pia hatuna vifaa vya kiroho, wala usije ukajiandaa kwamba uje uchukue kitu fulani, kwamba uje uchukue kitu fulani maana kuna watu wamezoea kuwa na mailizi. Akiambiwa njoo na shilingi fulani, akipewa ilizi, anapokea ile ilizi, anaamini ilizi imemsaidia. Lakini ukienda kufungua ilizi ndani unakutana na mavi ya tembo, ukienda kufungua ilizi ndani unakutana na mavi ya sungura. Sasa mtu huyo anaamini mavi ya tembo yanamlinda, mavi ya sungura yanamlinda, na pia anayalipia pesa, anatoa pesa nyingi ili apate mavi ya tembo mavi ya sungura. Hivi navyo kuambia, hebu kafungua ile ilizi ulio nayo. Kama hujakuta mavi ya sungura utakuta, utakuta mbegu za bangi, utakuta mbegu za bangi zimefungwa umo. Alafu pia kitambaa cheupe chekundu cheusi unafurahia, unasema nimepata ulinzi. Na kuna, kuna ilizi zinazopumua. Sasa nikuambie siri, ukipewa ilizi inayopumua alafu ukasema yule mganga ni kiboko maana ilizi yake inapumua. Usiogope kufungua, utakutana na chura mdogo. Chura huwa afi, chura anakaa kwenye kitambaa, akifungwa kwenye kitambaa, ukimgusa utamwona anapumua, anatuna, anatuna, anavimba na kubonyea, anavimba na kubonyea. Wewe nasema mganga yule kiboko sana, ilizi yake inapumua, kumbe ilizi yenyewe ni chura. Sasa hatukuletei habari ya, ya kitu chochote, wala hatutakudanganya kuku mweupe na mweusi, kwa sababu hakuna kuku mweupe hakuna kuku mwekundu hakuna kuku mweusi duniani, kuku hao hawapo. Na kukuhakikishia, ninachokuambia, chukua kuku mweupe unayeamini ni mweupe, chukua mwekundu unayeamini mwekundu, chukua mweusi unayeamini mweusi, nyonyoa ma, manyoya yao yote yaondoe, wabaki hawana manyoya, alafu use, uulizwe kuku mweupe ni yupi? kama utamjua mweupe? Rangi ya kuku iko kwenye ngozi yake. Rangi yako iko kwenye ngozi yako. Rangi ya mnyama iko kwenye ngozi yake. Hakuna kondoo mweusi, hakuna kondoo mweupe, yale ni manyoya tu. Kama ni mganga kweli, akuambie, niletee manyoya meupe ya kuku, niletee manyoya mekundu ya kuku, niletee manyoya meusi ya kuku. Kumbe kinachotokea ukimpelekea kuku anachinja, damu anakunywa majini, nyama anakula yeye na familia yake. Wewe unatafuta majani ukatafune tafune majani, umekosa protini, lakini wakati huo unaamini umepewa ulinzi, kumbe umepigwa, kwa sababu wanasema kupigwa. Haleluya, Yesu asifiwe sana. Nimeona niwaambie haya, ndugu zangu wa Matumbi, sio wa Matumbi, wa sehemu ya Matumana. Nikisema wa Matumbi maana ya kabila watu wa Matumbi yani Kerege Matumbi, sio kabila, watu wa Kerege Matumbi. Nawaambia haya kwa sababu mimi ni Mtanzania mwenzenu, nimeishi mazingira kama hayo, nimevalishwa mailizi, nimeoga maji, nimefukia nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu alikuwa anafukia vichwa vya kuku kama ulinzi wa nyumba ile. Inawezekana kwako umefukia. Mganga anakuja mjanja kwelikweli, anavaa vaa manguo ya ajabu ajabu na mambo na, na, na mailizi amekatiza mailizi, mengine yamelalia kushoto mengine kulia. Na wakati mwingine ulitumiwa kuku anailizi nyumbani kwako, amevalishwa ilizi. Sasa sisi tuliokoka, akija kuku anailizi, nasema Yesu, asante kwa kuniletea kitoweo, na kamata kuku wangu, na nachinja, nafanya mboga. Akija kwako unakimbia na mganga akitaka unampelekea kuku anaisha, anakula mganga. Sisi kuku wetu tuliokoka tunakula wenyewe. Aa, an isiwe mhubiri, naomba usimame pale ulipo nimkaribishe mama yetu, nitaenda kuomba kwa ajili yake. Na wakati anapokuja mahali hapa, tutamshangilia Yesu kwa makofi na vigelegele, ili kuonyesha kwamba Yesu yuko pamoja nasi nasi tuko pamoja naye. Baba, katika jina la Yesu. Ninasema asante kwa liya sana wakati huu, ambao Bwana Yesu, mtumishi wako uliyempaka mafuta kwa ajili ya watu wa Kerege Matumbi, na maeneo mengine ya Kerege na wilaya Bagamoyo, hata mkoa wa Pwani wote, pamoja na nchi ya Tanzania. Baba, ninaenda kumwinua sasa, uendelee kuwa pamoja naye, mkono wako wenye nguvu uwe juu yake. Lolote atakalolitenda kwa jina lako, mkono wako atakayounyosha kwa jina lako, ukatende yale ambayo baba umetuahidia maana umesema tukinyosha mikono juu ya wagonjwa nao watapokea afya tukinyosha mikono kwa jina lako hujatuachia visaidizi hujatuachia vifaa vya kiroho umetuachia jina lako liwe kifaa cha kiroho baba ninamkabidhi mtumishi wako ukamtumia upendavyo bwana yesu unamjua alivyo maana wewe ndio uliye muumba na ndiyo maana ukamtuma hatuna mambo mengi ya kusema juu yake yote unayajua anaenda ukaonekane kwake ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu wewe uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen, amen. Makofi na vigelegele kwa Yesu! Wah, wah, wah.